Karibu kwenye video yetu ya leo. Leo tutazungumzia mambo matano muhimu ambayo wanawake wengi hawajui kuhusu ovulation. Kwanza, ovulation haitokei kila mara siku ya 14 ya mzunguko wako. Inaweza kutofautiana kulingana na mwanamke na mzunguko. Pili, unaweza kuovulate zaidi ya mara moja katika mzunguko mmoja, ingawa ni nadra. Hii inaweza kutokea ndani ya masaa 24. Tatu, mambo kama msongo wa mawazo, lishe duni na magonjwa yanaweza kuathiri ovulation yako. Afya yako ya jumla ni muhimu. Nne, dalili za ovulation si tu ute wa shingo ya kizazi, joto la mwili la asubuhi na maumivu madogo ya tumbo pia ni viashiria. Tano, ovulation ni muhimu kwa afya yako yote, si tu kwa kupata ujauzito. Inachangia usawa wa homoni na afya ya mifupa. Kuelewa ovulation yako kunaweza kukupa uwezo wa kufanya maamuzi bora kuhusu afya yako ya uzazi na ustawi wako. Usikose fursa ya kujifunza zaidi na kuimarisha afya yako. Jiunge nasi kwa maudhui zaidi ya elimu ya afya.